Katika video hii hapa tajifunza namna ambavyo unaweza kutumia simu yako kutengeneza wimbo kwa kutumia AI. Wimbo kama hizi hapa. Yes, you need more cozy. Ananipenda. Kwa kwanza ni kwamba utafungua katika Play Store yako, katika application yako Play Store utafungua ile, utaandika maneno Suno AI kama unavyoona kwenye screen inavyoandika kwenye sehemu ya kutafuta hapo Kwenye sehemu ya Play Store yako utatafuta maneno Suno AI kama inavyoonekana hapo kwenye screen tena. Ukisha tafuta Suno AI itakuletea application hiyo kama hizo hapa unavyoziona. Kama hauja install inamaanisha itahitaji wewe kuinstall kwa mara ya kwanza, lakini kama umesha install kama, kama hauja update kwa muda mrefu ni kwamba itahitaji uupdate. Sasa mimi kwa sababu imenidai kuupdate kwa sababu nilikuwa nao tangu muda mrefu, imenibidi niupdate. Utaupdate tena ni, kama ambavyo nimeupdate ni nime mimi hapo lakini ukishamaliza kuupdate, ndo hatua zingine zinafuata. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, hakikisha kwamba umegusa alama subscribe, kwa sababu ni muhimu sana. Pale ambapo tutakuwa tunapost video mpya, utakuwa ni mtu wa kwanza kutizama. Then ukisha update moja peke, video faster faster kidogo, utaifungua application yako ya Suno AI. Ukiifungua itakuwa na muonekano kama huu hapo. Sasa kuna sehemu ya ku create account kama hauna account, kuna sehemu ya ku sign in kama una account, lakini kuna sehemu ya se, njia nyepesi ya kujisajili kwa kutumia Google. Kutumia Google, ya ku login kama ni mtu ambaye ulishakuwa na account tayari. Sasa utagusa kwenye sehemu then utachagua email yako ambayo utakuwa unaitumia ku sign in then uta click, baada ya pale utakuwa umeshajisajili. Kama ni kujisajili, kama hauna account kabisa make video ni shai kutoa hapo nyuma. Sasa kama ulijisajili kwa kutumia email fulani hapo nyuma, pia unaweza kutumia. Atakuletea vitu kama hivyo hapo, vingi vya vya namna tofauti tofauti. Mimi imenibidi kuskip kwa sababu maelezo ni mengi sana. Sasa kama utahitaji kuyasoma pia ni vizuri. Uta close vitu vingine vyote ambavyo utaviona application kama hivi hapa ndani inavyoonekana. Hii ni Suno AI application ambayo hapa inakaa katika application ya play katika store ya, ya Google pale Play Store utaifungua itakuwa inaonekana kama uwapo hizi. Ni baadhi ya sample na template ambazo zimetengenezwa na baadhi ya watu waliokuwa wakitumia hii hapa Suno AI. Sasa sisi lengo letu kubwa ni kwamba tunahitaji kwenda kutengeneza muziki. Utagusa hapo button katikati kubwa hiyo, kwenye create hiyo inayowaka, then baadaye itakupeleka kwenye sehemu kama hiyo hapo unavyoiona. Sasa hapo kuna sehemu ambayo unaweza ukapaste ukapaste uh, lyric yako ambavyo sasa kama unahitaji kutengeneza, kama kutengeneza lyric zingatia vina na mizani, so zingatia aina zote za utunzi wa muziki, lakini mimi hapa nimehitaji kwa sababu nataka tu nikutengenezee hii hapa tutorial ya video yani ambapo unaweza kutengeneza muziki kwa kutumia application hii hapa. Imenibidi niingie katika Google kwenye kwenye sehemu ya ChatGPT, then muulize anitengenezee lyric ambayo itakuwa na wimbo mzuri ambao nitakuletea. We sasa, kwa sababu hii hapa ni tutorial tu, imenibidi nitengeneze wimbo kama wapa ChatGPT. Pia unaweza kumtumia pia hata wewe kwamba ukamwambia akutengeneze wimbo kama unahitaji. Hautaki mambo mengi kuumiza kichwa, kutengeneza video, kutengeneza wimbo na kutunga nini, kila kitu utampatia tu, hata kutengenezea kama hivyo hapo. Au kama unataka kutengeneza idea pia ni sawa, ukaenda kwa ChatGPT akakupa idea, then ukajua unatunga vipi wimbo wako. Tingatia kama hivyo hapo, yeye kaniandikia kila kitu vizuri, ukizingatia wimbo kama ambavyo anavyotengeneza hapa, ina maanisha hata kuipeleka kule kwenye ChatGPT kwenye Suno AI itakuwa ni vyepesi sana kutengenezea muziki ambao, wimbo ambao ni mzuri. Sasa hayo ni mambo ya msingi sana ambayo yatakusaidia wewe upate kitu kizuri. Nimekopi pale. Nimekopi pale, kuna sehemu hapa ya juu imeandikwa custom. Sasa utaiwasha hiyo ambayo imeandikwa custom then, baada ya kuiwasha hapo, utakutana sehemu imeandikwa lyrics hapo Alex hapo ni sehemu ambayo utapeste. Zingatia kuwasha custom kama unatumia custom. Unataka ku custom hapo, inamaanisha ku customize kuweka mziki katika namna ambavyo unataka. Ukitaka kutumia katika njia kawaida utagusa ile ambapo tu. Mode ambayo tumetoka kupita pale mwanzo, haina mambo mengi, utagusa then uta create. Sasa utagusa hapo kwenye custom then uta paste maneno yako then baadaye utachagua aina ya mziki ambayo unautaka. Kama unajua una utundu mwingi sana wa mziki, unaweza kuandika mziki ambao unautaka hapo, unataka mziki wa aina gani. Deni... Then AI itakutengenezea mziki kutokana na namna ya mziki ambao umeandika hapo. Sasa kama wale ambao wanajua muziki pia wanajua ni namna gani wataandika hapo. kuna style ya ya style, style. Lakini kama utake mambo mengi hapo hapo chini pia kuna title ambapo uta paste jina la wimbo then baadaye utagusa create. Ukishagusa create ina maanisha itaanza kutengenezea nyimbo zako. Itachukua muda mfupi tu sababu, kulingana na mtandao wako, kama mtandao uko vizuri na itachukua muda mfupi kutengenezea kitu kama hicho hapo. Mimi hapo nimeweza kutengeneza, kana tengenezea nyimbo kama hizo hapo unaziona, unaweka tech AI. Sasa ikishatengenezea tech AI kama unavyoona hapo, kile ambacho unahitaji kama unahitaji mambo mengi, unataka kupeleka e, kutumia hii hapa application kwa sababu ni application ambayo umeinstall kwenye simu, utakuwa ukitaka kuplay nyimbo hizi, ukiangalia kama hapo, haikupi haikupi uhuru wawe hapo, hivi, ama ya ni application ambayo itatuwezesha sisi ku download kama unaona hapo haina sehemu ambayo itatuwezesha sisi ku download

Ukishamaliza kujiunga na nini ukiangalia, okay, chini hapo kuna sehemu ambayo imeandikwa download. Ukishagusa hizo doti tatu kawaida, then utaingia katika storage yako, unaweza kusikiliza sasa la ziada katika video hii hapa. Kisha kama ni mara yako ya kwanza ku visit channel hii hapa, unaniunga mkono pale ambapo utalike, utasubscribe, lakini utatoa comment yako pia, kama kuna vitu vingi sana ambavyo unahitaji kujifunza kutokana na vile vitu vyote unavyohitaji. Asante.